Vuguvugu vugu la kisiasa nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu linaendelea huku mwanasiasa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema John Heche akipigilia msumari kuwa hawaogopi chochote hata ikitokea wakapoteza maisha wakipigania haki. Na, na mimi kanusha yule mzee. Mimi na Tundu Lissu. We fear nothing. Okay, dignity ya Watanzania, tunataka turudishe heshima ya Watanzania ya kuamua nani awe kiongozi wao. Hilo tutalifanya, tutalifanya na tukishindwa e, sauti zetu zitabaki zinalifanya hilo jambo, lakini hilo ni jambo ambalo hatuko tayari ku compromise kwa nguvu zozote ambazo watatumia, na sisi tutaweka nguvu sawa sawa na zile watakazotumia. Katika mahojiano maalum na Star Times Bongo, Heche amesisitiza kuwa maisha ya Watanzania bado yapo kwenye kuti kavu ukilinganisha na rasilimali nyingi zilizopo nchini. Lazima tufikirie kwamba hii nchi haijaanza jana. mm. Very important, mnapopeleka message kwa watu mpeleke message very clear. Hii nchi ina miaka sitini na tatu. mm. With abundance of resources, ina rasilimali nyingi sana. Tulikuwa na Singapore pamoja, tulikuwa na Thailand pamoja, tulikuwa na nchi nyingi sana tulikuwa, tunapata uhuru. Hii Dubai hiyo mwaka sitini na moja Dubai ilikuwa na watu elfu sabini moja mbili tatu elfu sabini mm, na Dubai ni jangwa. Uvumbuzi wa pipa la kwanza la mafuta Dubai ni mwaka sitini na tisa. Leo ukienda Dubai, everybody anataka kuiba hapa akafiche Dubai, angalia infrastructures. Mwaka sitini na tisa sisi tumesha piga hatua kabisa, Dubai bado hawana hata chuo hawana hata shule za eh, sekondari. Yani ni, ni tatizo kweli kweli. Watu wanaishi nomadic life, wanatembea kwa kuokota tende barabarani. mm. kwa mtu akikuambia kwamba leo anajenga barabara miaka sitini na tatu baadaye kwenye mji mkuu kama huu, na anaona foleni ni sehemu ya kitu cha kawaida, nashangaza sana. kwa sababu Heche ameendelea kusema Chama cha Mapinduzi CCM kilichopo madarakani kwa sasa sio chama cha siasa, ni dola Akiwa na maana wamejimilikisha serikali. Nafikiri kuna changamoto kubwa, kuna watu ambao wako kwenye mamlaka ya nchi yetu wameshindwa, na hatuuwape miaka elfu moja, they never make progress. Hilo huwa nasema kila siku, hawawezi kwa sababu mfumo huu umekorapsi. Sasa wamefika sehemu, wanataka waaminishe watu kwamba haya matatizo, ukienda hospitali ukikosa madawa ukikosa ma... ndivyo ilivyo sasa, sasa hoja iko hivizungu eh. Ni unajua CCM wanaadopt mfumo wa party supremacy, na na hapa nitakuwa cautious kidogo okay. Eh, unapo adopt mfumo wa party supremacy, maana yake chama ndio kinaongoza serikali ingaji CCM sasa, sio chama, ni dora imejimbed, kwenye dora, sio chama cha, cha kisiasa. Sasa unapo adopt mfumo wa party supremacy kama wa China kama wa Vietnam, lazima watu waliopo kwenye chama wawe na akili sana kuliko watu walioko serikalini, kwa sababu watu walioko serikalini wanaelekezwa na watu wa chama. Get my point clear. Sasa unapokuwa na wachekeshaji eti ndio viongozi wa chama, msikia mtu mmoja mnamhoji hapa, anachekesha tu hajui hata uzito wa nafasi aliyonayo na chama. Mi I don't to this is so hata okay, I cannot mention them, eh? Sasa, sasa, listen, unapokuwa na watu kama wale, unaondoaje foreign kwenye mji kama, unaondoaje tatizo la maji? una hawaelewi chochote. Hajui hata rasilimali za nchi hizi. He doesn't read, hasomi, hawezi kufanya comparison. He is very empty. Katika suala la kauli tata iliyotolewa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu baada ya kuchaguliwa kukiongoza chama hicho, Heche amesisitiza kuwa msimamo wao uko pale pale, na hadi sasa wameshazungumza na wadau mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, vyombo vya habari, mashirika na wafadhili, kuhusu kusimamisha uchaguzi endapo hakutakuwepo na mabadiliko. Kwa hiyo tumeanza kwanza, tunafanya engagement. Afikijana uliona, pia tulikuwa na barozi wa Norway, tuna engage viongozi wa dini, nakutana na viongozi wakubwa tu wa dini, tuna engage uh, NGOs tuna engage asasi uh, zote, tuna engage vyombo vya habari kama nyie. Kwanza mjue umuhimu wa uchaguzi, tusianze tu kwanza kwenye uh, no reforms, no election Watakuja hapo, wachekeshaji wengine watasema ah, uchaguzi ni kwa ajili ya wanasiasa, sio kwa ajili ya wananchi. Lakini sisi lazima kwanza tuwaambie wananchi kwamba matatizo mlionayo, maisha mabaya mlionayo, ukosefu wa ajira uliopo kwenye nchi yetu unatokana na na hizi chaguzi na viongozi walioko kwenye mamlaka ya nchi. Tukishawaambia watu wakajua hilo sasa wataona umuhimu wa uchaguzi na watakuwa tayari kupigania mifumo huru. John Heche ni mwanasiasa mzaliwa wa Tarime mkoani Mara. Alipata fursa kuliongoza jimbo la Tarime vijijini kwa kipindi cha miaka mitano kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2020.